Abu Huraira radhiyallahu anhu anatueleza katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesimulia, ikiwa ni hadithi al-Qudsi. Mtume anazungumza maneno aliyosema Allah. Allah anasema kutuita tena kwa huruma, yabna Adam, wewe mwanadamu, wewe wewe mwanadamu niliyekuumba mimi, tafarraq liibadati, shughulika kunitumikia mimi, niabudu mimi, amla sadraka usadraka ghina mimi nipate kujaza mikono kifua chako nini kutosheka. Ukishughulika kunitumikia mimi kuniabudu nitajaza kifua chako kutosheka, utakuwa unatosheka. Ni zawadi ya Mungu hiyo, kutosheka. wa asuddu fakraka, na nitaziba mapengo ya mahitaji yako ya maisha. Allah ataziba mapengo ya mahitaji yetu kwa kutupa njia za kupita pita hapa, ili jambo lako likae sawa. Ukinitumikia mimi, nitafanya hivyo. wa illa tafalu, usipofanya hivi, hutaki kunitumikia amla uyadaika shughla, nitaijaza yako kazi maanake, nitakushughulisha na dunia hii, walam asudu fakra, wala sitoziba mapengo ya mahitajio yako. Leo tunalalamika mengi sana kila wakati, shekhe bwana, naona mambo yangu yako hivi yako hivi yako hivi. Shekhe bwana, mi na familia yangu tuko hivi, ugomvi nyumbani hawishi shekhe. Ukimuuliza, swala zako ziko vizuri na familia yako? Aa, naswali ijumaa mpaka Ijumaa. Qurani vipi, inasomwa nyumbani? Huwa tunasoma tunasomasoma hivi. Mnao msahafu hata tafsiri nyumbani kwenu? Sina. Kwa nini hujapata tafsiri? Ukiba, ukitatizika uangalie Allah anakupa mwongozo gani? Kwa hiyo ni kuupa mgongo mwongozo wa Allah, lazima matatizo yawepo. Maisha tandanka huwa inaanzia hapo, maisha ya ovyo ovyo yanaanzia ovyo hapo. wa idha saalaka ibadi anni , pindi waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi. Fa inni qarib, mimi niko karibu nao sana. Ujibu dawata dai idha daa, naitikia mwito na maombi ya yule mwenye kuniita na kuniomba. Pindi akiniita tunamuitikia, akiniomba namuitikia ili niwaitikie, fali yastajibu li nao, basi waambie waniitikie mimi, nawaitikia lakini waniitikie nao, nimewaita mi, mbona hawaitikii? Sasa Allah subhanahu wa taala aliyetuumba anakuita, huitikii, lakini wewe unataka akuitikie, na na ye amekwambia, mi niko karibu. Ni sawa sana, nakuambia njoo basi nikufanyie, unasema angoja kidogo kwanza nimalize hivi, halafu nitakuja. Namna gani? Sasa jamaa, hebu tubadilike, tuwe Waislamu wa kweli, tuiangalie Qurani, tuangalie mafundisho yetu yanakwenda vipi. Tutaona amani, utulivu, tuko vizuri, nyumba nyumba hatutoripuka puka kila kitu kinachojitokeza wewe, upo upo tu, uko na TikTok tuwe kile inachokwambia. Jamani, TikTok hizi na mambo mengi, nchi zimepoteza amani huko kwa TikTok hizi. Tuwe makini, hebu tuwe makini kwenda na mafundisho tuliyonayo, ili tuweke amani na utulivu katika nchi yetu.